adaiwa kuua e, mjukuu kisa kuto kusalimia. Huyo ni bibi, huyo bibi hajasalimiwa e, ameona hajasalimiwa, akaona vipi, akaona bora mtoe uhai mjukuu wake. Na huyu binti anaitwa e, Sofia Ndoni, niseme mtoto kwa sababu ana miaka mitatu. Ndio amefariki dunia kwa madai ya kushambuliwa kwa kipigo sehemu mbalimbali mbali za mwili wake na kisha kukabwa shingo na bibi yake anayefahamika kwa jina la Christina Kishiwa aliyekuwa akiishi naye, mtaa wa Nyakato, kata ya Nyasubi, manispaa ya Kahama, mkoani Shinyanga. mm -hmm. Mtoto Sofia enzi za uhai wake alikuwa akiishi na mtuhumiwa ambaye ni mama mdogo wa mama wa marehemu, yani bibi mdogo wa marehemu. sasa mm -hmm. Kamanda wa polisi mkoa wa Shinyanga pale, Janeth Magomi, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kulaani vitendo vya ukatili dhidi ya watoto. Amesema juhudi za kumtafuta mtuhumiwa zinaendelea ili sheria ichukue mkondo wake. Kwa mujibu wa taarifa za awali, chanzo cha tukio hilo kinadaiwa kuwa ni mtoto kutomwamkia bibi yake alipoamka asubuhi, pamoja na kujikojolea, hali iliyomfanya mtuhumiwa kudaiwa kucharuka na kumpiga kisha kumkaba shingo hadi kupelekea kupoteza maisha. Hivi bibi, umesema na uh, miaka mingapi? mtoto ndiye ambaye ametajwa miaka hapa. Okay, pa, eh, bibi hajatajwa miaka, ila mtoto ana miaka mi... mi mi... mitatu. Sasa mtoto unajua, miaka mitatu ni mtoto ambaye bado, bado ni mdogo sana. Yani wewe ndio una nafasi ya kumfundisha ili awe na kawaida hiyo, na na, na, na inategemea sasa, kumfundisha, unamfundisha kwa namna gani? mm. Kwa sababu kuna wakati mwingine tike unaweza uka e, dhani kwamba unamfundisha mtoto, lakini kumbe unaharibu. Sasa e, kama unampiga mtoto na kufikia hatua ya kupoteza uhai wake unamfundisha au unaharibu? Hivi kwa kawaida unaweza ukafikiri uka kwamba hii ndo sababu ya bibi kumpiga mtoto, yani kwamba ki... sababu ya kuto kuamkia ndio sababu pekee iliyopelekea e, bibi ampige mtoto? Kuna kitu kingine hapo kimetajwa kwamba kukojoa, kujikojolea. Hey, kikawaida, naona kama kuna changamoto kubwa sana ambayo tuko nayo sasa hivi mm, ambayo jema, inawezekana usinikosee ndio, au inawezekana ulinikosea ukanikosea, ukanikosea na mwingine akanikosea mm. Alafu baadaye maki akanigusa tu kidogo, ukapita naye kipigo atakachokipata <laughs> sio kwa sababu amenigusa mm. ila anachukua adhabu hata za hawa wengine mm. Niamini mimi, inawezekana tukifuatilia vizuri historia ya mama wa huyu mtoto, lakini pamoja na ndugu wengine, inawezekana bibi alikuwa anaishi na huyu mtoto kama mzigo ni kwamba halikuwa hamtaki yani ham mm -hmm. Lakini kwa sababu sasa hivi kumekuwa na desturi ya mabinti wengi wakishapata watoto wanawarudisha kijijini, wao wanaendelea na mapambano, inawezekana wanawarudisha pasina kutoa chochote mm -hmm. Yani kwa maana hata uh, zile pesa matumizi hatoi kwa bibi, kwa hiyo unakuta bibi anabaki na chuki na hasira na kwa hasira mtoto. Lakini... aishi, aishi na yule mtoto kama mjukuu wake kweli kweli ila naona hasira naishi naye tu basi, kwa sababu ni binadamu. Lakini kitu kingine ambacho tike mimi nakiona hapa huyu mm, bibi amekosea. Kama e, wakati mwingine unaona kabisa binti yako amezaa, awezekana yuko mjini, amekuletea mtoto au anataka kuleta mtoto, kwani usikatae kwamba mimi siwezi kukaa na mtoto, naenda kapambane naye kuliko ukakaa na mtoto alafu mwisho wa siku ukawa una kinyongo naye Ndicho, ndicho, ndicho ambacho nakisema na, na, na kwa mm. Kuna, kuna watu ambao wanapata adhabu ambazo sio za kwao. Ndio kwa hiyo inawezekana hata huyu mtoto amepata adhabu ambayo sio ya kwake mm. Kuna wakati hata kwenye familia zetu mama anakupiga anakwambia, baba yako anitese na wewe unitese mm. yani, kiufupi ni kwamba <laughs> adhabu unayopata pale ni ya kwako na ya baba <laughs> juu unasikia baba yako analeta nini hapa e, kama sio mimi yani, yani, e. ya, yani pale unapata adhabu za kote Kumekuwa na matukio mengi sana ya mauaji yeah. Na mauaji ambayo wakati fulani yamejificha kwenye mgongo wa kufundisha, wakati mwingine sio kufundisha mtu e lania, yaani kwa, kwa maana mzazi inatokea ameua mtoto wake lakini inawezekana kusudio lake lilikuwa sio kumuua, lilikuwa mm. ni kumweka kwenye mstari sahihi, lakini mm. je, kwa huyu mtoto wa miaka e, mitatu ilikuwa ni sahihi kupokea kipigo kikali pamoja na kukabwa, ukizingatia na umri wake wa miaka mitatu, kwa sababu miaka mitatu bado ni mtoto ambaye anahitaji kufundishwa mambo mengi sana. na kitu kingine kama mtu kweli alitaka ku, e, bibi kweli alitaka kumfundisha huyo mtoto kwani amkabe? kitu kingine ambacho naweza kujiuliza kwamba kuna vitu vingine mtu anakuwa amedhamilia, yaani yeah, wewe tike, unanifundisha leo, kwa nini unikabe? Nime, umenipiga, umenipa kichapo, kwa nini unikabe tena shingoni? Nimesema kwamba kuna watu wengi ambao wanahukumiwa kwa adhabu ambazo hawajakosea wao. Kwa hiyo mm, inawezekana huyu mtoto, si dhani kama adhabu ambayo amepata ni kwa sababu tu ya kutomwamkia bibi na kujikojolea na, na na kujiko, eh, eh. Sidhani kama hiyo ndio sababu pekee. Kwa hiyo inawezekana kuna wakati kuna vitu vingi sana nyuma ya pazia mm, na lakini pia inawezekana kuna chuki za hata za watu wengine zimesababishwa huko. Sasa bibi anatafuta wapi? Ni kuna jumba, Asira, eh, eh, eh, jumba eh, mimi kila eh, kitu mimi nguo hizi ambazo amejikojolea mimi aka e, mitatu mama yake amekuja ameniachia mimi mtoto mimi mm. yuko huko anakula bata, mimi niko hapa nateseka mimi, mimi. Eh? Sasa vile vitu vyote anakuwa naviweka kwenye moyo wake kwamba mm. mimi yani, mimi ndo kila kitu mimi mm. Lakini kuna, kuna wakati mwingine hata wadada ambao, eh, tunapenda kuishi mijini eh? tumezaa watoto jamani eh? We tunaangalia hata hawa wazazi wa, wa ambao tunawaachia hawa watoto kwenye malezi. Sio unamtelekezea tu mama yako, kama ni mtoto, atajijua mwenyewe. Kuna umri ukifika, wakati mwingine hawa wazee wetu unakuta ile nguvu ya kutafuta tena inapungua. Mm. Kwa hiyo kile ambacho alikuwa na uwezo wa kukitafuta wakati anakulea wewe hawezi kukipata kile tena mm. Sasa wewe wakati unapeleka mtoto wako pale, ni nguvu gani ambayo umeiwekeza pale mm. Na wadada wengi wakiwa mijini wanajidanganya, vijijini hamna, kijijini mbona hakuna tabu, si wanalima? Yeah. Wakilima maindi wataenda kuwatakula tu, maisha yataenda. Kuna mambo mengi, huyu mtoto anahitaji kusoma, huyu mtoto nyingine anaumwa, we ukozako mjini tu unakula zako bata. Sasa unapokuja kusikia leo Eh, huyo mzazi wako amechapa mtoto mpaka mtoto amepoteza maisha, sijui unafanya nini, una, una, unajisikia unajisikia ime, imekuwa ni kawaida sana si sasa hivi jema mm. eh, kwa watoto kutafuta watoto halafu kuwapelekea wazazi wao mm. yani, kwa maana wakati mwingine watafuti wanakuja tu wa bahati mbaya, wazazi ambao eh, wametulea sisi mpaka mm. kufika huu umri, ndio ambao na sisi tumepata nguvu ambazo zilikuwa ni za sisi tulee watoto wetu mm. tunawarudisha tena kwa kwa wazazi wetu tena kwamba kwa licha ya kuwa sisi tunasema tulilelewa vizuri, nawezekana kwa namna walivyotulea kwa kipindi hicho ilikuwa ni kipindi chao mm. lakini malezi ya sasa hivi yamebadilika. Huyu mtoto utamlea vipi na, na, na, na, uta, utamlea vipi ili hali anaenda kulelewa kwa bibi ambaye umri umeenda mm. hata ule ufuatiliaji hata ule ukaribu wa mtoto hata ule uchungu ambao alikuwa nao zamani kwako, kipindi ambacho ana umri fulani hivi wa, wa, wa, umri mzuri ambao hata kumbukumbu yake iko vizuri, ndio aliutumia vizuri kwako, lakini sio kwa huyu mtoto. Kwa hiyo unapokuja kutokea leo hii unampeleka eh, mtoto kwa bibi lazima ujiulize mara mbili mbili, na, na wengi wanapenda pia us asilimia kubwa wanakata, sina mtoto huyu eh. Ni mtoto wa dadangu alifariki eh. mtoto wake, ni mtoto, ni mtoto wake? Kuna mzazi mmoja nilikutana naye eneo la Tukuyu pale akasema, mimi naumizwa sana na mtoto wangu mm. Hajaolewa ila na watoto wawili, na kila mtoto na baba ana baba yake mm. Lakini isitoshe ni kwamba tunaweza tukasema mm. ni bahati mbaya, ni mtoto ndio, lakini linapokuja suala la malezi au linapokuja suala la kuwalea hawa watoto, anakimbia au anawaacha nyumbani. Yani kwa mfano, sema amekuja kama kuwasalimia, mm. anakaa siku mbili tatu, anatoka kama anaenda sokoni, anatembea, hayupo hapo pambana, kila siku lazima tujue tumetoka kwenye familia za aina gani? Yeah, hakuna mtu ambaye hajijui mm. Kila mmoja anajijua ametoka kwenye familia, tunajitoa tu fahamu kwa wakati. Huko mtandaoni kila mmoja ni wakishua na nini, kila nde moja na maisha mazuri, ni ulimwengu wa huko mtandaoni mm. Lakini kiuhalisia wewe mwenyewe ukikaa binafsi wewe mwenyewe ukijijaji binafsi mm, yaani ukifanya kikao chako cha wewe kama wewe, ndio unajua kwamba hauna uhakika wa kula lakini mtaani unadunda vizuri kabisa, unajua kabisa hauna <laughs> kodi, unadaiwa miezi mitano, lakini ukipita mtaani bisho una, lakini pia unajua kabisa nyumbani hakuna chungu. Ni wewe wewe, ndi ambao unajijua. Kwa hiyo kama umetoka familia ambayo familia kama familia tu haijatimiza malengo yake, basi hakikisha wewe unayatimiza, unakuwa sehemu ya kutimiza malengo ya familia. Yaani kuna watu ambao nyumbani yeye mwenyewe ni mzigo, alafu bado anaongezea anaongeza mzigo, mzigo. Mambo gani, na ule alabana. Mzigo aliyoongeza nao anaupeleka nyumbani anaupeleka nyumbani, na wakati anajua nyumbani kwenyewe uhakika wa kula hamna hamna. Yani nyumbani wanajua umetoka umeenda hey kutafuta lakini kumbe umetoka umeenda kuwatafutia mzigo, alafu umeupeleka. Sasa inapokuja kutokea inapokuja kutokea changamoto kama hii, ndipo ambapo tunakuja kugutuka mm. Na ndio maana nasema wengi tuna kawaida ya kudili na matokeo mm. Hatudili na chanzo cha haya yote. taarifa